a lot. Nimefanya maziwa, nimefanya maziwa. Alafu nikabadilisha rangi basi, lakini haya makalio, yani mimi kuchoma? Eh na <coughs> Mahamu. Outfit yangu leo ah uh, kweli nimevaa bikini manake beach party. <laughs> na nilitaka kuvaa um, neon bikinis manake uh, rangi kama hii unajua ina pop sana usiku. Alafu kivaa kwenye black sasa na kwani zaidi. Alafu nilipenda kuvaa shia manake unajua ngozi inaonekana kidogo hivi eh. Sex, sexy sexy lakini yani you're not exposing too much.